Asante Somu Mavura. Tukizitali bado habari za chama cha mapinduzi. Wazee wa chama cha mapinduzi mkoa wa Geita wameitaka CCM kuendelea kuwapa elimu ya uongozi vijana wa chama hicho ili kuwajengea misingi bora ya uongozi hapo baadaye. Wazee hao wametoa rai hiyo katika kilele cha maadhimisho ya miaka 40 ya kuzaliwa kwa CCM ambapo kimkoa amefanyika wilayani Chato. Nazareti Ndekia ana arifu zaidi. Viongozi mbalimbali wakiwasili katika ukumbi kwa ajili ya kuadhimisha miaka 40 ya CCM. Kwa kuzungumza na wanaCCM wa mkoa wa Geita, mkuu wa mkoa wa Geita Major General mstafu Ezekiel Kiunga akaelezea utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi kuanzia Novemba 2015 mpaka sasa. Ufaulu wa kumaliza elimu ya msingi umeongezeka, ume kutoka asilimia 78.5, ambapo e, ili mkoa wetu ulichukua nafasi ya sita kitaifa mwaka 2015 hadi asilimia 86.9 katika mwaka 2016. Na, na ndugu wajumbe wote, kama mnavyofahamu, wote hapa tunafahamu sasa, katika mwaka 2016 1 mkoa wetu ulichukua nafasi ya kwanza kwa ufaulu upande wa elimu ya msingi. Kaimu katibu mkuu wa CCM mkoa wa Geita, Kiliani Balindo, akazungumzia uchaguzi mkuu wa chama unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Na mbunge wa jimbo la Chato na vilevile vile naibu waziri wa nishati na madini, Dr Milad Kalimani, amesema mradi wa REA itatosheleza mahitaji ya nishati ya umeme wilayani humo. Wanachama watakaokuwa tayari kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na wanachama watakaokuwa tayari kuchagua viongozi wao wajue wanachagua viongozi watakaotekeleza majukumu kikatiba na sio kazi. Kwa hiyo hakuna kitongoji cha tatu kitakachobaki bali la kijiji hakuna kitakachobaki kwao. Niwahakikishie tu kwamba kwa sababu ni mradi wa miaka minne hadi mitano, kuja kufika miaka minne vijiji vyote vitakuwa vimepata umeme na vitongoji vitakuwa vimepata umeme. Wazee nao wakasisitiza suala la elimu ya uongozi iendelee kutolewa kwa vijana. Tukitaka chama chetu kiwe imara, tuanze mtindo wa kuwaelimisha vijana, tuwafundishe jeuri ya chama. Kama wewe ni mwanachama, unatakiwa vijana wako uwafundishe, waelimishe, wasiyumbe yumbe, wasiyumbishwe. Mimi nakumbuka huko nyuma tulikuwa na vyo au simina kwanza Bukoba ilikuwa ni yani Gabiro, chama kilikuwa kinafundisha viongozi na viongozi wanafundisha wanachama wao mpaka viongozi wa ngazi za chini. Mwanza ilikuwa ni yani Rutungu, Darisalamu Kivukoni. Lakini leo watu hawa wanafanya kwa kwa, kwa kipaji cha, cha, cha, cha kuzaliwa hawana elimu yoyote katika uongozi. Nikiripoti kiripoti kutoka wilayani Chato, mkoa mkoani Geita. Nazareth Ndekia, TBC.